Baraka zako hakuna mtu mwingine anaweza akazichukua. Kwa hiyo usiseme kuwa labda na miaka hamsini na miaka arobaini huenda mimi mafanikio yangu kuna mtu ameachukua. Asikudanganye mtu. Bibilia inasema wakati Mungu anakufanyia urejesho vitu vyako vyote ulivyopoteza kwanzia umezaliwa mpaka miaka ulionayo vyote unarudishiwa, kwa maana kwenye ulimwengu wa roho vitu havipotei. Vitu vinapotea tu hapa duniani. Lo, utaibiwa labda laki moja, hiyo laki kwenye ulimwengu wa roho haijapotea. Kwa hiyo wakati Mungu anakurudishia, anakurejeshea baraka zako zote, baraka zako zote zitarudi, ila ni lazima sisi tujue, ni lazima ufahamu wetu ujue kuwa hata kama nataka urejesho, nitarejeshewaje? Hii ahadi ya urejesho, nitaipokeaje? Huu ukweli kuwa Mungu atanirejeshea, nitaupokeaje? Nakwambia, tunajifunza namna kufanikiwa ya kufanikiwa kibibilia. Hata Yakobo, Yakobo alichokuwa anakijua, Yakobo na Esau walikuwa wanajua kuwa neno la Mungu ndio tunalihitaji, ili tufanikiwe. Ndio maana walikuwa wanagombania neno la Mungu. Kipindi kile kulikuwa hakuna Biblia, kwa hiyo neno la Mungu walikuwa wanaambiwa na wazazi au walikuwa wanaambiwa na makuhani.